Akizungumza wakati wa uzinduzi wa siku ya vipaji iliyoanzishwa katika sekondari ya wasichana Kolejini jini wilayani Njombe, makamu mkuu wa shule Lino Kaduma na Tobias Sanga ambaye ni afisa michezo halmashauri ya wilaya Njombe wanasema wamelazimika kuja na programu hiyo ili kuinua sekta ya michezo nchini na kisha kutoa rai kwa jamii kuunga mkono mtoto wa kike kufanya michezo badala ya kumzuia kwa kigezo cha jinsia, kwa sababu michezo imekuwa na fursa kubwa na utajiri ulimwenguni. Watengenezea fursa huko mbeleni kwa watoto ambao watakuwa wamefanya vizuri kwamba michezo inawezekana, lakini pia na taaluma inawezekana, kwa sababu mtoto anavyocheza, tafsiri yake anaimarisha ubongo wake, anaimarisha viungo vyake vya mwili, na mchezo pia ni sehemu ya afya. Naona pia sambamba na hiyo ni vyema kama serikali pia ikiwekeza kwenye kuwapa mafunzo bora walimu, ili waweze kusaidia kwa namna moja au nyingine, kuhakikisha kwamba wanainua vipaji hivyo kutoka katika shule za msingi sekondari. Sasa hivi michezo ni ajira na taifa letu limeamua kuwekeza kwa nguvu zote kwenye michezo kwa ajili ya vijana kama nyie, mzingatie vile ambavyo walimu wanawaambieni, na imani baada ya miaka kumi ijayo ninyi mtakuwa wachezaji wa timu ya taifa. Kwa upande wake Grace Sanga, mwanafunzi wa kidato cha tatu kutoka sekondari ya Kolejini, anaeleza manufaa ya kuanzishwa kwa programu hiyo shuleni kwao na kisha kutoa rai kwa jamii zinazokwamisha mtoto wa kike kuzifikia ndoto zake kuwa mwanamichezo mkubwa, jambo hili linaungwa pia mkono na katibu mstaafu wa chama cha mpira Njombe, Njorefa Hans Luwanja. Furahi sana kwa siku ya leo kwa sababu tumekuwa na michezo kwa siku nzima. Kwa kweli watu wengi wanasema sana wasichana hatuna uwezo wak kwa michezo mbalimbali. Lakini kwa mtazamo wangu, michezo ni kwa mtu yeyote. Kwa sababu wote tuna vipaji, wote tumeumbwa kuwa na vipaji. Na ukiangalia kwa shuleni kwetu hapa, michezo ni machache sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu tumepata walimu ambao tu support sana. Hakutakuwa na maana sana kuwa na shule, lakini hatuna vipaji, hatuna watu wanaopenda mpira wa, wa, wa, wa miguu au michezo yote watoto wa waipendi. Ninashukuru kwa uongozi wa shule kwa sababu wanazidi kuboresha mazingira. Uh, yanayoendana na michezo. Kwa hiyo wanafunzi pia imekuwa ni fursa kwao, kila mmoja kuonyesha uwezo wake. Kutoka Njombe, Joctan Myefu wa Clouds viwanjani.